Swali langu, je, ni makosa kupanga siku maalum ya kwenda kutembelea makaburi na kuzuru wagonjwa tukiwa kama kikundi? Alhamdulillah, e, shaubakar mtume saa sallam ameruhusu baada ya mwanzo yeye kukataa. Sahaba walikuwa wageni katika Uislamu, lakini baadaye akatoa ruksa. Anasema, ala inni nahaitukum an ziyarati alqubur ala fazuruha miguzueni, kufanya ziara kaburi, mara mwanzo simtowa ruksa, fanyeni ziara. Sharia kama kitu ameweka open, itabaki open tu mutlaq, ajasema siku maalum mm. Sasa na mtu kama anapanga yeye siku maalum anaenda kaburini na watu kufanya ziara kaburini, itakuwa kama ni siku zao ya, ya nafasi mm. siku ile hatuna hamna hmm. shida maana wao hmm. yeah, wao wamepanga jumapili ya mwisho wa mwezi aende, hamna shida, lakini itakuwa bid'a hmm. kama wewe kitu sharia ameweka ibada open kila wakati wende, fanya ibada hii, kama ziyaratu kuburi mathalan ni open na ni siku maalum yeah. Lakini mimi nachagua siku fulani kwa ile siku fulani ina, ina utukufu fulani

Mtume asema usifanyeni ibada maalumu usiku wa Jumaa na mchana wa Jumaa, mm, tofauti siku ingine, lakini special special. Special. Yaani qiyamu yeah, ya lelo usimami, isipokuwa kwa mkia Jumaa, umsalii Mtume ila siku Jumaa tu yeah. Ha, imekuja hadithi zi, kithirisheni kumsalia Mtume a sallam yeah, usiku wa Jumaa na mchana

Mfano mtu na mimi inadaiwa Ramadhani kadhaa siku nne au siku tano. Mfano na mimi nafanya kazi kule nchi Warabuni, sikukuu yani, weekend ya Sabtu Juma. Sasa mimi Jumaa napata nafasi niko nyumbani yeah. nataka nilipe ile, kila Jumaa nalipa yeah. ile kadhaa yeah. Tunasema nam somo yako hiyo sahihi, wala haigongani na hadithi. Mtu anasema ambaye amekataza Mtume amekataza mtu anafunga kwa ajili ya jumaa special au wanasimama usiku ya qiyamul layl kwa ajili ya jumaa special, anaweka siku muhaddad, wakati jumaa na siku tukufu mm. Yeah. Lakini huyu hajaweka special kwa ajili ya jumaa, ila jumaa katika siku ya yeye kupumzika, siku nyingine hana huyu. Ulama anasema anafunga, mfano

Siku nyingi unaenda kwa ajili nini? Na kuziara kaburi iko open Lier, unasema sisi tunaenda siku hii kwa ajili siku ya nafasi yetu Lier, au watu wengi tu tukusanyika jumapili hii mwisho wa mwezi wa mwanzo mwezi tutaweza kukataza wao, hajaweka tahdid kwa ajili siku hii, lakini siku hii siku ya wao wana, wana, wana, wana nafasi. Ndio sijui wala uzuri. Sasa hii watu lazima awelewe kaida hivi na mtume sallallahu alaihi